Mke wa rais wa kwanza wa Gaboni, Sylvia Bongo, na kijana wake wa kiume Noureddin Bongo Valentin wamehukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela kufuatia kesi ya ufisadi ya siku mbili huko Libreville. Wawili hao walihukumiwa licha ya kutokuwepo mahakamani siku ya Jumanne usiku, kifungo cha miaka 20 na faini ya milioni mia moja za CFA francs, ambayo ni sawa na takribani pauni 135,000, kama fidia ya uharibifu wa fedha katika taifa la Gabon, ambayo ilikuwa chama cha kiraia katika kesi hiyo. Mahakama pia iliamuru Noureddin Bongo kulipa zaidi ya CFA franc trilioni moja nukta mia mbili na moja sawa na karibu dola bilioni 1.6. Kesi hiyo katika mahakama ya rufaa iliendelea katika mji mkuu bila ya wawili hao kuwepo, ambao waliruhusiwa kuondoka Gabon kwenda London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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.